Nienewa vizuri ndio yule mtu ajui kuwa, kuwa Murtadha Mangungu ana fedha za kutosha, yani ajui kuwa Murtadha Mangungu ni mfanyabiashara yaani, yeye ajui, akasimama kunadi kuwa viongozi wa Simba ni maskini, ndio maana Simba haiende mbele. Unajua, hizi kauli ukiziacha hivi hivi, huwa zinakuwa na madhara. Si tumewahi kusema? Sasa tusiguse maeneo mengine, lakini tukisema hivi watu wenye maarifa watajua kuacha. Watu wanazungumza tu, wanazungumza tu kuna muda watazungumza ujinga, watahamasishana katika ujinga, ndio sasa eh? Sisi katika dunia ya mpira tukimwona mjinga amezungumza, sisi hatuji kutafuta kiki kwa mjinga. Hapana, si tunawaelekeza ambao pengine watakuwa wameshindwa kutafakari haya majambo kuwa jamani, eh, unapomtaja Murtaza Mangungu unamtaja mfanya biashara. Mimi nina uhakika Murtaza Mangungu uchumi wake, kinachomgomba ni utu uzima tu Yani, alimtaja Injinia Erisi kuwa Injinia Erisi gari anaotembelea ni nani, anaetembelea katika Simba. Sasa kutembelea gari sio uchumi, angalia mtu mshamba alivyo. Sasa hapa ndo tumekuja kufundisha. Wako matajiri, si tunawafahamu kwa majina, anatembelea rava fo, utajiri wake anaweza kununua Rolls Royce. Umenifahamu Shehe? Ndio, ndio hasa kubwa. Jinga masikini alikuwa ajui, umenielewa bwana? Akajua e, e, injinia kununua gari anaotembelea leo ule ni utajiri? Hapana. Kuna mtu ufahari wake tu ananunua gari. Mimi kwa mfano, mimi nimewahi kuwa na gari wakati sina uchumi hata wa shilingi milioni mbili, lakini nilipata fedha ya ghafla mona, nikenda nikanunua kagari kangu kabovu, mfukoni nadunduliza, nina shilingi laki tatu tatu, lakini kuna mtu anamiliki duka la milioni thelathini na tano arobaini, anasema mi kununua gari bado. Sasa mjinga kama huyu aliyesema, si ndio mnamwita mchome? Si mchome ujinga jamani, nishumbani ni, akadhani kumiliki gari ndio fedha. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi tunamshauri mshauri sasa hivi alau pengine watu wanamjua. Unajua hata mjinga anajulikana. Nikupitie mfano mdogo tu, mimi mpaka sasa nadhani eh, nakwenda kwenye miaka arobaini um, um, na kidogo huko. Sasa hiyo kidogo hiyo mtu ataongeza mwenyewe, umenielewa. Tisa naongeza tisa hapo sasa hamna shida, hata ukinipa <laughs> <15 laughs> kumi na tano kutoka hapo hapana shida. Kuna kitu nakikusudia nikiendee, ni hilo jambo kuna hawa wenzetu ambao wamelesti group, nimetumia lugha kidogo nieleweke, ndio ulimwengu inawatetea sasa. Ni wanaume wenye kujifananiza na wanawake, amezaliwa mwaka elfu mbili, ni maarufu kuliko mimi. Ndio kwa nini ule ushoga wake alionao umemsababisha akawa maarufu kwao. Nakusudia kwamba hata mjinga huwa maarufu. Sasa huyu jamaa mekuwa ame mjinga muda mrefu, labda kama ni umaarufu ameshaanza kupata basi hawa anatafuta vitu ambavyo watu hawatomchoka, kwa sababu watu wanaanza kuchoka na sisi, tutaendelea kumtengeneza yani e, si kumtengeneza kwetu, ni sehemu ya yeye anyooke, kwa sababu na sisi tunamfahamu vizuri, umenielewa? Yeye ni miongoni mwa ombaomba katika nchi hii, anasumbua watu wengi katika kuomba. Sisi tunafahamu hilo na hata yeah. hawa watu ambao wanawaomba wapo Yanga, kuna muda hawataki kuomba. Unajua kuna ile hali ya, ngoja nikwambie, hata mimi huwa nikikwama napigia simu baadhi ya watu wa Yanga na Simba ambao naamini yes, eh? Ndio, ndio ni friend, bwana, nina hali mbaya nipeni shilingi elfu hamsini nitarudisha, au na hali mbaya nipeni elfu ishirini nisaidie. Sasa sio mtu maisha yake ya kawaida ya kila leo, hajawahi kufanya jambo lolote la kiujuzi, watu wanakuungia kuna, kuna muda wanakuchoka si ndio? wanatutuma sasa, na sisi tumwambie, mimi unavyoniona pia nimetumwa na wao ambao wanamuungia kwamba bwana mwamba kweli, lakini kuna muda atutetei Umeelewa vizuri sasa. Mimi nirudie, amewaita baadhi ya viongozi wa Simba wamechoka. Sasa mimi bwana, mm -hmm, hii simu nilipigiwa bwana, ngoja nikupe fulani, lakini sio mtaja nani. Akasema bwana, sema na yeye eh, aache kutuomba, kwa sababu anatukera kwa kutuomba. Nitakuwa nimefikisha hapo ujumbe niliopewa. Eh, umefikisha vizuri, umefikisha mwamba. Eh, anaunga yani, hata ana, kazi ana hataki tena kazi yani, maisha yake anaunga, hata kazi hata oh, wao ambao wanampa sio kwa maana ya kumsaidia akiwa na shida, hiyo hiyo haipingiki. Hata mimi huwa nawambia watu msaidieni nikiwa na shida. Yeye anaunga, sasa imekuwa maisha, yani anaendesha family kwao. Mimi wamenituma kwa sababu neno walosema baya, na miongoni mwa watu wanaomsaidia wanapewa fedha na hawa wengine viongozi wa Simba. Hapo nimeeleweka? Yani hawa viongozi tunapomwona eh, magoli, unazungumza mtu ambaye alimnunua Clatous Chota Chama kutoka kwenye fedha yake mfukoni, anaenda kumchimba huko Power Dynamo unafahamu kuwa Chama alikuwa alikua na anachezea Power Dynamo, alikuwa na mgogoro wa miezi minne hajapata mshahara, mtu akatoka kwenda kumchimba. Yaani huyu jamaa hajui ajua, yani mpaka usaidiwe na klabu. Yeye huyo anamtaja engineer, ili apate hiyo fedha ni lazima klabu impe. Yani engineer ni kaja pale, ana biashara gani brother? Engineer si kaja chawa wa waghalibu wa umenielewa, sijui ndiyo? Yeah. Lakini hawa miamba hajatumwa, ametoka kipindi hiko bado hata kuwa CEO wa Simba yupo tu katika Simba anafahamika akenda kumtafuta kratu chota chama kwa mzigo wake mfukoni wakati huo, nadhani tunamtaka, alikuwa musonda nani yule alikuwa south africa, kwa sio anaitwa gonda musonda kitu kama hivi, sija tukuwa tunamtaka chama. Yeye ndo alituletea cha kwa fedha yake ya mfukoni. Kwa hivyo bana mali hapa ikigoma nimetia hasara sokoni mali ikiwezekana, mtafanya nayo kazi Abdallah unielewe, Abdallah, katika nukta hii yani uwaga, mimi sina hofu kabisa hata huyo mtu leo ndo umekwenda kumwita, ana kitu hasa wanaokuingia wewe, bradha Mchome, umenielewa? Wanachukua fedha pia kutoka kwa hawa hasa, unawakera. Yaani kuna vitu vingine unawauzi. si tukufundishe kuwa miongoni mwa klabu yenye viongozi matajiri hakujawahi kupatikana omba omba hata mmoja, ni Simba Sports Club. Mtazama Mangungu kama unakumbuka. Kuna kipindi watu waliwahi kumsakama Murtaza Mangungu, amejiuzia basi na Simba. Murtaza Mangungu nah, no, okay. Usiye kumbuka hiyo ishu. Naam, Murtaza Mangungu anafanya biashara ya mabasi muda mrefu, hata walikuwa wanasema walikuwa hawajui kilichokuwa kimeendelea. Umenelewa vizuri. Ndio. Murtaza Mangungu ni mtu amekaa America, unajua kurahisi. <laughs> Kabla Daddy, Daddy Abdallah. Naam. Kwani uko unaona mimi nakuja hewani? Hawajui, hawajui vitu hivi kutoka kwa mwenyekiti kwamba amekaa pale kwa Trump muda mrefu sana mtu hajui maskini, yaani anamuona tu ile gari yake anaende. Unajua, ngoja ngoja, alikwambia Abdala kubwa jinga ujue, katika vitu alikosea kubwa jinga alikurupuka. Umenifahamu sheikh? Ndiyo, ndiyo. Sasa kubwa jinga maskini alikuwa ajui, umenielewa bwana? Akajua injinia kununua gari anaotembelea leo ule ni utajiri? Hapana, kuna mtu ufahari wake tu, ananunua gari. Mimi kwa mfano, mi nimewahi kuwa na gari wakati sina uchumi hata wa shilingi milioni mbili, lakini nilipata fedha ya ghafla, nikaenda nikanunua kagari kangu kabovu. Mfukoni nadunduliza, nina shilingi laki tatu tatu, lakini kuna mtu anamiliki duka la milioni thelathini na tano arobaini, anasema mi kununua gari bado. Hasa mjinga kama huyu aliyesema, siyo ndiyo mnamwita mchome, siyo mchome, ujinga jamani ni, ishumba yeye akadhani kumiliki gari ndio fedha. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili sisi tunamshauri sasa hivi alau pengine watu wanamjua. Unajua hata mjinga anajulikana ni kupitia. Mfano mdogo tu mimi mpaka sasa nadhani eh, nakwenda kwenye miaka arobaini na kidogo huko sasa, hiyo kidogo hiyo mtu ataongeza mwenyewe. Umenielewa? tisa hapo sasa, hamna um, hamna shida hata pa kumi <laughs> na tano kutoka hapo, hapana shida. Kuna kitu nakikusudia ni, ni kiendea hilo jambo kuna hawa wenzetu ambao wamelest group nimetumia lugha kidogo nieleweke, ndiyo ulimwengu inawatetea sasa. Ni wanaume wenye kujifananiza na wanawake, amezaliwa mwaka elfu mbili ni maarufu kuliko mimi. Ndiyo kwa nini ule ushoga wake alionao umemsababisha akawa maarufu kwao. Nakusudia kwamba hata mjinga huwa maarufu. Sasa huyu jamaa imekuwa mjinga muda mrefu, labda kama ni umaarufu ameshaanza kupata. Basi hawa yanatafuta vitu ambavyo watu hawatomchoka wa wa wa, kwa sababu watu wanaanza kuchoka na sisi, tutaendelea kumtengeneza. Yani e, si kumtengeneza kwetu, ni sehemu ya yeye anyoke, kwa sababu na sisi tunamfahamu vizuri. Umenielewa, yeye ni miongoni mwa ombaomba katika nchi hii, anasumbua watu wengi katika kuomba. Sisi tunafahamu hilo na hata yeah, hawa watu ambao wanawaomba wapo Yanga, kuna muda hawataki kuomba. Unajua kuna ile hali ya, ngoja nikwambie, hata mimi huwa nikikwama napigia simu baadhi ya watu wa Yanga na Simba ambao naamini ni friend, ndiyo? Yes, eh, bana na hali mbaya, hebu nipeni shilingi elfu hamsini nitarudisha. Au na hali mbaya, nipeni elfu ishirini nisaidie. Sasa sio mtu maisha yake ya kawaida ya kila leo, hajawahi kufanya jambo lolote la kiujuzi. Watu wanakuungia, kuna, kuna muda wanakuchoka, si ndiyo? Wanatutuma sasa, nasi tumwambie, mimi unavyoniona pia nimetumwa na hao ambao wanamuungia, kwamba bana mwamba kweli lakini, kuna muda watutetei mwenyelewa vizuri sasa, mimi nirudi yeye, okay. Amewaita baadhi ya viongozi wa Simba wamechoka sasa. Mi bwana, hii simu nilipigiwa bwana, ngoja nikupe faranga akili, sio mtaja nani, akasema bwana, sema na yeye aache na kutuomba kwa sababu anatukera kwa kutuomba, nitakuwa nimefikisha hapo ujumbe niliopewa eh. Umefikisha, vizuri, umefikisha. Eh, mwamba anaunga yani hata ana, kazi ana hataki tena kazi yani, maisha yake anaunga hata kazi. Sasa hao oh, ambao wanampa sio kwa maana ya kumsaidia akiwa na shida, hiyo hiyo haipingiki. Hata mimi huwa nawaambia watu msaidieni nikiwa na shida. Yeye anaunga sasa, imekuwa maisha, yaani anaendesha family